Likishatoka likaja kwetu, neno hutengeneza imani, sawa. Kwa hiyo imani hujengwa kwa neno, neno. Kwa hiyo neno linapotolewa kwamba huu ni mwaka wa kufanya mapenzi ya Mungu ili ule mema ya nchi, manake kiufupi, maanaake tunaambiwa hu ni mwaka wa kula mema, ndo manaake. Lakini kuna condition, kuna kazi ya kufanya hapa. Kazi gani? Kufanya mapenzi ya Mungu. Neno tumepata lakini kuna kazi ya kufanya. Kazi ni nini? Kufanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Nasema hivi, wenye moyo safi ndio watakao muona Mungu, Mathayo tano nane. Unaweza ukaona neno kabisa, imani imejengeka, lakini kama hauna moyo safi, matunda ya ile neno huwezi kuyapata, itakuwa kama litujia kwamba ni makangu wakula, ni cabbage hapo. Mtumishi, ukisoma kwenye Zaburi ya hamsini na moja kumi anasema niumbie moyo safi. Ni kitu ni muhimu kwa sababu neno kweli umelipata, lakini kutoa matunda ya neno ambalo umelipata moyo wako ndo muhimu, kwa sababu neno ni mbegu, moyo ni kama ardhi au kama udongo ambalo neno linakuja kukaa. Kama moyo hauko sawa, hata kama mbegu iko vizuri, mbegu haitamea. Kwa nini? Kwa sababu udongo hauko sawa, manake moyo hauko sawa. Kweli umepokea neno la mwaka huu, tutakuwa mama ya nchi, lakini neno ambalo ndio mbegu halina sehemu ya kuota. Sasa kuna watu hapa wana mioyo ya mwamba, neno linapofikia haliwezi kuota. Anakuta kuna mwingine kweli anakubali, lakini ndani ana mashaka, linakusanywa hapa na mazingira, linafinywa lina, lina, lina, lina, lina asema ukutaka mambo ma, mazuri mwanangu, wewe anakwambia hivi, moyo wako uwe safi maana yeye anaangalia moyo, angalii nje, angalii wingi wa maneno yako unaoyaomba, anaangalia utakatifu wako. Baba akasema hivi kwenye l neno anafundisha, akasema hakikisha, dhambi hakikisha, uovu hakikisha, dhuluma haipatikani kwako, kwa sababu hivi vitu vikipatikana kwako, neno likitoka haliwezi kumea. Kwa hiyo ili tuweze kupokea na kula mema ya nchi, ni lazima tuhakikishe dhuma, tuhakikishe dhambi, tuhakikishe uovu hauonekani katika maisha yetu. Tupambane kwa hali na mali kuhakikisha kwamba dhambi, uovu, dhuma haipatikani kwetu, ili nini? Ili ile mbegu ambayo imeachiliwa tarehe moja, ile mbegu ambayo iliachiliwa katika katika ule mkesha kwa ajili ya mwaka huu iweze kumea kwenye maisha yetu. Haitoshi kuchekelea pale kwamba mimi ni mwaka wangu wa kula mema ya nchi, lakini moyo haujakaa sawa. Hakuna mtu tambeni, ni mpanzi mzuri ambaye atapanda sehemu ambayo moyo haujakaa sawa.